Kipaumbele cha ACT Wazalendo sio kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Imeelezwa kwamba serikali ya umoja wa kitaifa haikuwa kichaka cha kwamba mtaiba kura halafu mwizi anaingia madarakani, anamwalika aloshindwa ili tuje tugawane vyeo na kisha baada ya hapo tuunde serikali kabla ya mchakato mpya wa wizi mwingine. Ikumbuke kwamba kabla ya serikali ya umoja wa kitaifa kuna damu ambazo zilimwagika, kuna wahanga ambao waliuawa na ilikuwa ni jitihada za kutafuta suluhisho la mzunguko wa mauaji na machafuko katika chaguzi za Zanzibar kila baada ya miaka mitano. Serikali ya umoja wa kitaifa ilikuwa ni chombo cha kuwaleta Wazanzibari pamoja ili kutatua changamoto zao za ndani na kuongoza nchi yao katika namna ambayo itawaleta pamoja Wazanzibari. Kwa hiyo, nimesema jaribio hilo kwenye chaguzi hizi zilizopita limeshindwa na kwa sasa kipaumbele cha ACT Wazalendo ni ku, kuona namna gani malengo hayo yatakuwepo badala ya swala la kuingia au kutoingia. Yaani, hatuwezi kujadili kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa bila kujadili kwamba misingi yenyewe ya serikali ya umoja wa kitaifa ilikuwepo kwanza. Serikali ya umoja wa kitaifa ili iwe halali, lazima itokane na uchaguzi halali, lazima muwe na uchaguzi ambao ndio uliamua nani ndio rais na nani alipata kura na zinazomtosha kuwa ni sehemu ya serikali ya Zanzibar. Ikiwa tatizo hilo lipo, hilo ndio linalopaswa kushughulikiwa kwanza, na msimamo wetu ni kwamba lazima tushughulike na hilo kwanza kabla ya kujadili swala la kuingia au kutoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Mjadala wa CCM ni kuhoji kwamba tunaingia, hatuingii. Huo sio mjadala wetu, tatizo lililopo. Tumekataa kuingia kwenye huo mjadala, tunataka tushughulike na malengo ya serikali ya umoja wa kitaifa ikiwa malengo ya serikali ya umoja wa kitaifa hayawezi kufikiwa kwa mtindo huu ambao unakwenda sasa, hakuna haja. Serikali ya umoja wa kitaifa haikuja kwa lengo la kupoka mamlaka ya wananchi kwenye kuamua nani awe kiongozi wa Zanzibar, na baada ya hapo hatima ya kuongoza kuongoza nchi yao. Kwa hiyo, kwe, kwenye jambo hili iko wazi na kamati kuu ime imetaka ina timu maalum ambayo imetaka ishughulikie jambo hili with the focus ya kwamba kinachopaswa kujadiliwa sio swala la kuingia au kutoingia, ni swala la kipi ndiyo msingi wa kuwepo kwa serikali ya umoja wa kitaifa, na kama uchaguzi uliopita na mwenendo wa mambo unaakisi uwepo wa hiyo serikali ya umoja wa kitaifa, kwamba wananchi ndio wanaoiweka hiyo serikali. Serikali ya umoja wa kitaifa haikuwa mambo ya kwamba ukiiba basi usimnyime na mwenzio ilikuwa ni swala la kwamba kuwepo na uchaguzi huru, wazanzibari wachague kiongozi wao, na yule wa pili asiondoke moja kwa moja, na apewe nafasi ya kushiriki kuunda serikali na sio na sio vinginevyo. Kwa hiyo kamati kuu inasema kwa uwazi kabisa kwamba haiko tayari kujadili swala la kuingia au kutoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa badala yake, inataka kujadiliwa misingi ya uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa ambao moja yeah, ni kuhakikisha kwamba wananchi ndio wanaoiweka madarakani hiyo serikali ya umoja wa kitaifa na sio vinginevyo.